Bwana bwana Karagwe kwa ujumla, nashukuru sana kwa mahudhurio haya. Mimi naitwa Karim Amri, ndiyo mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Karagwe. Leo tumekutana na kamati tendaji inayoongoza mpira wa miguu Karagwe, na tulikuwa na mjadala mrefu mzuri wenye hoja za kutosha lakini yafuatayo tumekubaliana nayo ya. Tulikuwa tuna ajenda ya kuteua wajumbe watano wa kamati mbalimbali ambazo zitasaidiana zitashiriki katika kuboresha na kusimamia mpira wa miguu Karagwe. Na kamati zeo zilikuwa ni kamati ya mashindano, kamati ya fedha na kamati ya vijana na wanawake. Katika ya kamati ya mashindano ndugu ndugu zangu Wanakaragwe na wandishi wa habari, tumempende tumemchagua ndugu yetu Twali Bukarokola kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano na ndugu yetu Madison Sanga Kamwamwa na pia tumemchagua kwenye kamati ya mashindano. Tuna kamati ya fedha, tumemchagua ndugu yetu Hamisi Jumanne Kumbucha ni kijana anayependa sana mpira, anajitoa kimpira, lakini ni mwaminifu. Kwa hiyo tumeona ndugu yetu Kombucha Hamisi Jumanne atakuwa msaada mkubwa kwa kusimamia mipango yetu ya kifedha, kutafuta fedha na ili tuendeshe mpira wetu mguu Karagwe. Palepale kwenye kamati ya fedha tumempa msaidizi wake ambaye ni Jime tem, Jime online, mal maarufu online. Kijana mdogo yule, lakini anapenda sana mpira na ameshiriki sana kutusaidia kutafuta fedha za kuendesha ligi mbalimbali tulizoshiriki nazo. Kwa hiyo tumemchagua pia ndugu yetu Jime kushiriki katika kamati ya fedha. Tulikuwa tuna kamati ya vijana na wanawake. Hii kamati ni kamati muhimu sana, ambayo tunahitaji kukuza vijana katika soka hili la Karagwe tunahitaji ligi za wanawake katika soka hili la Karagwe. Kwa hiyo, kwenye kamati hiyo ya vijana na wanawake tumemchagua mwalimu Edwin John kwa jina maarufu mwa..., tunapenda kumuita mwalimu Edo, ndio amechaguliwa kuingia katika kamati ya vijana na wanawake. Tumezungumza swala lingine kwa haraka, ilikuwa kozi ya waamuzi kwa pamoja kikao chetu kimekubaliana tutakuwa na kozi ya waamuzi ya vijana wetu ambayo imeendelea kutangazwa redioni hapa Redio Karagwe na kwingineko. Hiyo kozi itaanza tarehe 25 mwezi wa nne, na mgeni husika wa kufungua kozi hiyo tutawataarifuni, kama sio mwenyekiti labda wazijua, tutamtafuta mheshimiwa mbunge wetu au nani tunapanga vizuri kuendesha ufunguzi wa kozi ya kisasa ya kuwapa moyo wa vijana watakokuwa wamekuja kujifunza katika nshu za uamuzi wa mpira wa miguu, kujifunza zile sheria kumi na saba na zile za mpira na mengineyo, mambo mengine ya gharama na nini ya waamuzi wa, wakufunzi, waalimu, tunasema chama cha mpira wa miguu kitahusika na hayo lakini nafikiri mijadala ingine redioni inaendelea kuhusu wale wanaokuja kujifunza watakavyoshiriki na gharama zao. Tunaendelea na matangazo hayo redioni. Tumekuwa na mipango mizuri ya ligi, tunataka tuwe na ligi ya wilaya ya Karagwe. Ndugu zangu wanahabari na wana Karagwe, ni chachu muda umefika, Karagwe tuwe tuna ligi za kutoka na kufatana. Tunahitaji vijana waenjoi mpira wao, tunahitaji tupate vipaji hatuwezi kupata vipaji vya vijana wakiwa wamejifungia ndani kwenye box. Kwa hiyo kuna ligi ambayo tayari tuna barua chama cha mpira wa miguu, ambayo ni ligi ya Bashungwa Cup, ambayo ligi hii tumekuwa nayo miaka yote na tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa kwa kuendelea kufadhili ligi hii ndani ya Karagwe. Imekuwa chachu ya kupata vijana ambayo sasa wengine wameshaenda ligi kuu ya Tanzania Bara, wengine iko daraja la kwanza. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa Innocent Bashungwa, tunaomba uendelee kusapoti ligi hiyo, tunaendelea kupata vipaji vizuri sana. Lakini immediately baada ya ligi ya Bashungwa kuisha, tutakuwa tuna ligi ya wilaya ambayo pale tunapata timu ambayo inaenda kucheza kuwakilisha wilaya Karagwe katika ligi za mkoa. Kwa hiyo niendelee kuwaomba tufanye mazoezi vijana, tushiriki ligi zetu, tushirikiane katika haya yote tuliyokubaliana na kamati tendaji na kikao kizima cha leo. Baada ya hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana, niwatakieni mifungo ya Ramadhani na Kwaresima yenye manufaa na baraka tele. Asanteni sana kwa kunisikiliza.